Na hii itawahusu wadau wafuatao: mosi, tunao ndugu zetu wa Lake Gas, tunao Mother of Mercy lakini tuna yes, Mother of Mercy Foundation, tunao ndugu zetu wa Demarco Engineering pamoja na Taifa Gas, kwa umoja wao kadiri walivyojipanga. Karibu kwa ajili ya mada ya nishati safi, na hiyo ndio mada ya mwisho kwa leo. Karibu. Uh, sisi kwa jina tunaitwa Mother of Mercy Foundation, tupo Dar es Salaam na tunajishughulisha na shughuli mbalimbali lakini hasa shughuli kubwa ni kuhusu utunzaji wa mazingira. Aa, sisi kwa hapa Morogoro ni wapya, tumeingia mwaka huu na tumeweza kupata kibali kutoka mkoani tukashushwa mpaka ngazi ya wilaya, na tuko hapa kwa ajili ya kufanya kazi ya kushirikiana na mkoa, eh, wilaya ya Morogoro katika suala zima la mazingira. Kibali chetu ni cha miaka miwili kufanya kazi mkoa mzima wa Morogoro, lakini tumechagua wilaya ya Morogoro ndiyo tutakayoanza nayo. Na shughuli ambayo tunakwenda kuifanya haswa ni kuhusu swala zima la nishati safi. Sisi kama Mother of Mercy tumeona kwamba unapotaka kupeleka message yoyote kwa jamii, ukiamua kuipitisha kwenye michezo itaweza kuwa adapted haraka sana. Kwa hiyo sisi tumekuja na program ya michezo na michezo hasa mpira wa miguu tunakwenda kuandaa ligi ya mpira wa miguu kwa kata ishirini na tisa za wilaya ya Morogoro. Na kila kata itashiriki kwa kuingiza timu moja, na kriteria ya kwanza kabisa ili timu iweze kufuzu kuingia kila kata, wale vijana wale kutoka kwenye zile kata, kila kata lazima ipande miti 500 kwenye eneo husika. Watapanda miti hiyo wapi ni kwa kuwa tunashirikiana na manispaa kupitia maliasili, kwa hiyo wale maafisa wa maliasili ndio watakao watakaotambua yale maeneo ya kata kule miti inapotakiwa kupandwa. hiyo ni criteria ya kwanza. Na ile ligi itakuwaaje? Tumeona kwamba ili iweze kuwa na hamasa ya kutosha, kamati itakayosimamia ligi hiyo tumeamua kuwatafuta ma legend wa mpira wa miguu wanaoishi Morogoro, na hao ma legend sio wengine, tumempata Zamoyoni Mogera ambaye amechezea Yanga Simba pamoja na timu ya taifa, ambaye tutakuwa naye muda si mrefu. Lakini yupo mwenzetu Ngulungu, mwenzetu Ngulungu. Huyu amechezea Tumbaku na sasa hivi amestaafu, lakini yuko hapa Morogoro. Lakini pia tunaye Edward Hiza ambaye naye pia amechezea timu ya taifa. Lakini vile vile tunaye mchezaji mwingine anaitwa uh, Kudra Umali. Yeye ya, amechezea Yanga, lakini yeye ya anakaa Dar es Salaam, lakini tumemu, tumemleta huku aweze kushirikiana na wenzake hawa watakwenda kutengenezea fixture pamoja na kanuni za mchezo ili kufanisha ligi hii. Timu zote zitapewa jezi pamoja na mipira, na mipira yetu itakuwa branded kwa nishati safi. Kwa mfano hapo, timu zetu zote zitaweza kupewa t-shirt ambazo zitakuwa zinahamasisha suala zima la mazingira. Huku nyuma mnaweza mkaona kwamba eh, tunatukuza mlima Uruguru, Uruguru, mlima Uruguru, fahari yetu sio? Jamani, huu mlima, hii milima ndio inayozalisha mito miwili mikubwa ambayo inatiririsha maji yanayokuja mkoa wa Pwani pamoja na Dar es Salaam. Kwa hiyo ni mlima, milima muhimu sana, lakini huku mbele unaweza mkaona kwamba tunatangaza nishati safi kapu, kwa hiyo Hizi ndo itakuwa jezi zetu, lakini vilevile vile kwenye hatua hii, tumeona kwamba hii ligi ikichezwa ndani ya miezi miwili kwenye kata 29 wote tunafahamu kwamba wilaya ya Morogoro ina wakazi wasiopungua laki nne na sabini moja kulingana na sensa ya mwaka 2022. Kwa hiyo hamasa itakuwa ifanyika na kwa sababu watu wanapenda michezo itakuwa ni kubwa sana kubwa mno. Kwa hiyo meseji ya nishati safi itakuwa imeshika kasi na itaeleweka vizuri. Kweli sikweli, ndugu zangu, kwa hiyo tunaomba support yenu, lakini tukaona kwamba okay, tumegusa kwa upande wa mpira wa miguu ili tuweze kuleta vibration kubwa ya kutosha, tukasema tuweke pia na mashindano ya bodaboda bodaboda -boda. Ni watu ambao wana communicate sana na jamii. Ukimchukua bodaboda mmoja, ukimuuliza, ukiangalia kwenye simu yake anawateja wangapi, sio chini ya ishirini wanaomtumia kwenye shughuli zake. Kwa hiyo wale bodaboda -boda, ambao tumejaribu kuona kwamba kwa mji kwa wa Morogoro inaweza kufika mpaka elfu nne. Tutajaribu kuweza kuwapa vizibao wote ambao vitakuwa vimeandikwa nishati safi pamoja na kutukuza mlima Uluguru. Lakini tunatengeneza mchakato wa kuona tuwape maswali gani wale bodaboda yanayohusiana na nishati safi. Kwa hiyo tutakwenda tunawachuja kulingana na maswali na hii mitiani midogo, midogo mpaka tupate walau bodaboda mia moja ambao wataingia kwenye mashindano. Tunashukuru mkurugenzi, mheshimiwa mkurugenzi yuko hapa pamoja na meya. Tutaanza na semina za kuelimishana namna ya nishati safi, lakini kwa kushirikiana pia na vyombo vya usalama kama polisi, kupanga pamoja, hasa kuhusu swala la usalama kwenye ligi, lakini pia kwenye swala zima la, la hao boda boda. Haya mashindano hata kwa kukimbizana kama hivi mbio za kawaida, kimsingi tutatengeneza utaratibu. Itakuwa kama mashindano ya magari ambapo wanashindana kwa kuachiana na nafasi. Lengo na madhumuni kama itakuwa ni uwanja wa Jamhuri, kama tutakuwa tumeanza na bodaboda mia moja kwamba ndio anaingia kwenye mchujo wa mwisho wa mashindano bodaboda atatoka na bodaboda yake atakwenda labda pengine ofisi ya mkuu wa mkoa pale, sehemu kuna uwanja nje, atapaki kwa kuruhusiwa kwamba sasa we nenda, kama ni saa tano dakika moja ataondoka, atapaki pikipiki yake pale, alafu kitakachofuatia atapewa mche huo, mche atakimbia nao kwenda mlima Uluguru, chanzo kule cha maji kule cha choma, ataonyeshwa na maafisa mazingira sehemu ambayo kuna kipara cha nini ambacho kuna uharibifu wa mazingira. Atapanda ule mti kule, atachukua kitambulisho, atashuka kwa kukimbia, atakuja kuchukua pikipiki yake arudi uwanja wa Jamhuri. Kwa hiyo kilomita nyingi za kwenda kupanda ule mti atakimbia kwa miguu, na kilomita chache kama mbili na nusu kutoka uwanja wa Jamhuri anakuja anachukua pikipiki yake anarudi uwanjani. Kwa hiyo tutakwenda kwa uratibu huo mpaka tuhakikisha kwamba wale wamepanda mti kule na message imekwenda wamevaa vizibau halafu, akifika pale, ule muda utakuwa calculated kulingana na jinsi walivyoshindana, alivyotoka na kurudi. Yule mshindi wa kwanza atapewa pikipiki mpya. Tumeamini kabisa kwa sababu boda boda wetu, na wajua vijana wetu, pikipiki mpya hiyo italeta hamasa kubwa kwenye mji wa Morogoro. Kwa hiyo makundi yote mawili, upande wa mpira wa miguu na upande wa bodaboda tutaleta vibration ambayo haijai kutokea Morogoro. Lakini wakati namalizia, nitoe nafasi walau kwa dakika chache. Yupo mchungaji ananja hapa, ambaye ni mhamasishaji mkubwa sana wa mambo ya kijamii, naye aweze kusema neno, kwa ruhusa yako Mheshimiwa mgeni rasmi. Karibu uh, sana mchungaji, mrefu wa kima kwa kwenda juu, mchungaji me mwake na Jamani Jamhuri ya, ya Muungano wa Tanzania. Eh yeah. E, MC na, ana rafiki yangu na tutasema kwa kifupi tu. E, kiasi ni kitu muhimu sana kwenye maisha. Mwingine ukimwambia ombe ya chakula na ombe ya vita vya Ukraine, ombe mwambia ombe chakula tu. E, nasema kwa kifupi mheshimiwa mgeni rasmi. Lakini huyu alikuwa tuli, nilifanya tamasha la watumiaji wa dawa za kulevya kwenye taasisi yangu. Na nikalifanya Diamond Jubilee nikawabeba Bagamoyo, Morogoro, Msamvu na Manzese. Huyu nilimkabidhi waleta kule, kila gari walikuwa wana, wanawakataa, alafu nikampeleka Bagamoyo, ndio maana tunafahamiana. Afanya tamasha kubwa, hakuna cha kusinzia ngada wala ndumu wala kuna rosto. Kwa Mungu yote yanawezekana. Nikushukuru mgeni rasmi, ni mashukuru ndugu zangu wapendwa, tunaonana hapa. Naitwa Richard Jackson Ananja au Rich Bironea. uh, Sio bilionea wa hela akili mjini, njona akili e, na mkurugenzi wa taasisi naitwa Ananja Compassion Foundation. Lakini Mother of Mercy Foundation, mimi ni mlezi wa taasisi na mlezi wa taasisi kumi na nane Tanzania, lakini pia tuna taasisi ya changamoto ya afya ya akili. Ukiona unanuna bila sababu, una changamoto ya afya ya akili. Unajaza chakula kwenye sherehe, baki na mwagika, una changamoto ya afya ya akili. Unakula sausage ujikondeshe uji una changamoto ya afya akili. Una umri wa miaka 60 unataka kuondoka kwenye ndoa ukitembea kama unacheza step una, una changamoto ya afya akili. Eh, maparachichi yameanguka unataka kuachana na mume una changamoto ya afya akili. Tulia. Haya ndio maisha. Eh, uh, mimi siko na nafasi ni, mimi ni mlezi wa taasisi ya Mother of Mercy Foundation mama wa huruma. Na kwa nini tupo Morogoro kwa kifupi? Nilikuwa nazungumza na Fundesele pale. Kanuni ya vikao ina kanuni tatu: moja, kufurahi; ya pili, kuchoka; ya tatu, kukasirika. Ehe, ukiona mtu anakaa kwa step mara amenama mbaya anaanza kuchoka we, anaelekea kukasirika. Kwa hiyo kwa kifupi, tumekuja Morogoro, mimi kama mchungaji, kutunza mazingira ni agizo la Mungu. Mungu Mungu alipomuumba Adam na Eva akamweka bustani Edeni, akamwambia aitunze na kuilima. Kwa hiyo tunapoharibu mazingira tuna tunapingana na agizo la Mungu, na kutotunza mazingira ni ukatili. Kuna ukatili wa kijinsia, lakini kuna ukatili wa mazingira. Ipo taasisi mimi mlezi ya ukatili wa mazingira. kwa tumekuja Moro, tunawabembeleza Morogoro, sio kwamba tunawapenda sana ninyi, ndio mnatuzalishia maji da. Tukiharibu milima ya Uruguru, maji yasiingie mto Ruvu, tutakunywa maji ya namna gani? Tumekufa jamani. Yani hii ndio watu muhimu sana katika milima hiyo ya Uruguru, ndio maana tumekuja kuwabembeleza. Kwa hiyo hongereni kututunzia milima ya Uruguru, tumekuja pamoja nanyi, tushirikiane kutengeneza hivyo vyanzo vya maji yanayopita mto Ruvu na mto Wami. Chanzo kikubwa Morogoro. Mimi mwaka 1992 niliteremka Magubike, nikatembea kwa miguu mpaka Uponela mpaka Njungwa mpaka ndani huko Mandege, huko ndani ya Mandege, Uponela, Njungwa, nimekuta maji yanatiririka kutoka milimani, yanatiririka watu wanalima mara mbili kwa mwaka, sijui kama leo ipo, bila ya mbolea Moro ya kustawi. Kwa hiyo tumekuja hapa kwenu, ninyi ndio kama mnaotutunzia mito yetu hiyo, bila ninyi, huku kukikauka Morogoro ukiwa na ukame Morogoro, kwa mtu kwa ajili ya kuinda ndezi tu, kanyama ambacho kanafanana na, na paka anakula yeye, anatutia kwenye matatizo. Tumekuja tutie elimu. Hata hii plastiki, hatushughulike na plastiki, tunashughulika na akili plastiki. Tukibambana na akili plastiki, plastiki haina shida. Mimi nimeenda nchi za nje, plastiki zipo, utaona hata moja inatupwa, kwa sababu kuna akili plastiki, ya akili imetibiwa tayari. Tusihangaike na makaratasi ya plastiki, ya akili. Kwa hiyo sisi Mother of Mercy Foundation, mama wa huruma tunashughulika pia hiyo mradi wetu wa nishati safi, tuhamasishe watu kupikia gesi. Nyinyi wataifa gesi ongereni e, gesi safi, mpishi safi, chakula safi, sahani safi. Mpishi hatakiwe kutoka kama ametoka gereji e, na chakula hata uwezi kula. Mpikia mkaa kama ametoka gereji mpikia kuni utafii fundi makeni kakumbe mpishi. Tunahitaji mpishi safi, chakula safi, sahani safi. Mungu aibariki Morogoro, Mungu aibariki Mkurugenzi, Mungu ambariki. Meya, safari iendelee, tutunze mazingira na Mungu atutunze, tuachie watoto tu wetu kizazi, au ardhi, au Tanzania, mama Tanzania, yenye kustawi ili wasitulaumu baadaye. Sote tuweke elimu kwenye akili za watu. Ukombozi wa fikra utatusaidia kuliko mapambano mengine, kwa hiyo tunakuja kutia elimu na Mungu awabariki sana sana, sana. taifa gesi oye, tuwe pamoja ehe, ninywe gesi. Wengine nani, mnaitwa nani? Lek like, like gesi oye, oh yeah. Watu wapikie gesi na hii huko, ushahidi ukipikia mkaa gunia moja la mkaa kule, mimi nilikuwa nanunua elfu hamsini na sita mwezi mmoja alishi. Sasa hivi nikinunua gesi elfu hamsini na sita miezi mitatu, unapikia maharage, unapikia nyama ya kobe, unapikia pweza, maisha yanaendelea hiyo hiyo tu, na Mungu atubariki. Asanteni sana. Asante sana mchungaji Richard Hananja. Sasa nimkaribishe Uh, Selemani Msindi, afande Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Najua ni siku muhimu sana leo kwa mimi binafsi. Nashukuru mheshimiwa mgeni rasmi, ambaye kimsingi mimi kwanza ni diwani wangu kule Mazimbu na ni meya wangu kwenye manispaa ya Morogoro, lakini pia ni mzazi na mlezi wangu. E, mimi nadhani sina maneno mengi isipokuwa mimi kwa nafasi yangu ya ubalozi wa mazingira naamini kabisa ni jukumu ambalo nimejipa na kama alivyosema mchungaji eh, babangu ananja kwamba hii ni kazi ya kimungu, ingawa pia mimi nasisitiza kwamba hii ni kazi ya kikatiba kwa sababu kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja ya haki za msingi sana sana ambayo inazungumziwa kwenye katiba ni haki ya kuishi. Hasa hii haki ya kuishi inapatikanaje? inapatikana kama tatuzi ya mazingira, kwa sababu ndani yake kuna maji na kwenye maji ndio kuna uhai. Na kwa heshima na taadhima, leo kwa siku hii muhimu, nilitamani kuona nikifanya kile ambacho nilikabidhiwa na Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia ambaye yeye ndo balozi namba moja wa mazingira, kwa kazi yangu ya mziki. Mr. DJ, kidogo tuimbe wimbo wa mazingira katika siku muhimu kwa ajili ya taifa letu siwe. Aha, Mama Samia kasema tunza mazingira, Dr. Mpango wamesema tunza mazingira, Majaliwa wamesema, a faida yako mazingira yapo kwa uhai wako, tunza mazingira kwa faida yako, mazingira kwa faida yako, mazingira kwa faida kesho na haribu kwa hasira wote, atatuadhibu tutapata taabu dunia yote tutakosa ajibu. Tunza mazingira kama unavyoitunza sura, unavyoipenda hela, yapende na mazingira. Hasara na madhara ya kuharibu mazingira tayari yanaonekana ulimwenguni kila mara, kuna mafuriko, kuna matetemeko, ongezeko la joto, kukauka baadhi ya mito, kina cha bahari kila leo chaongezeka, kuna baadhi ya visiwa vimeshaanza kufunikwa. Majanga ya kumwaga, uharibifu wa mazingira usababisha hata vimbunga na ukame kwa Kulima silime fanya kazi wasifanye, sababu ya wa kukosa umeme na majanga mengine kibao, ngoja tuyaseme. Tunza mazingira, tunza mazingira, mkono mmoja juu kwa ajili ya mazingira. Tunza mazingira yatulete mahitaji, tunza mazingira yatulete maji, tunza mazingira yatulete mahitaji. Asanteni sana, tutunze mazingira, tulinde takataka za plastiki. Alivyosema mchungaji, plastiki kubwa ni ubongo wetu. Tunaweza tukatumia plastiki, lakini kama tutakuwa na sehemu maalum za kuhifadhi, na mimi ni manispaa hapa, maeneo mazuri ya kuhifadhi plastiki, zitakuwa salama hasotuharibia ardhi yetu, sio Mungu awabariki sana, ndugu zangu. We ona mazingira yetu yakoje kwa sasa. Ninaamini watanzania karibu wote wanajua tuna janga la mazingira, lakini walengwa wakubwa, kwa mfano tunaposema maji, bila maji hatuwezi kuishi. Watu wa Dar es Salaam wanalalamika sana, lakini ambao wanastahili kuyatunza yale maji hata mmoja hayupo hapa. Sasa niombe sana, leo ni kikao chetu cha mazingira. Wadau wa mazingira, niwaombe sana, tuwafikie wadau muhimu. Nipongeze sana wale jamaa zangu wa mpira wale, hongereni sana kwa kweli, hongera. Nami niwaambie nitawapa support kubwa kuhakikisha hilo lina, linafanikiwa. Zamaoni mgeni amefika, yeah, very good, asante sana Gurungu, nimekuona. Edward Hiza nimekuona, lakini nadhani Morogoro hii tuna wachezaji wengi sana wa zamani na kwa sababu mtoa mada umeshawataja hao kwamba ndio watakaosimamia, mimi ni waombe wao wenyewe watafute wenzao ishirini na tisa ili kila kata iwe na mtu mmoja wa kusimamia. Tunakwenda kwenye mashindano, na tukipanda mti, mti haukui leo itakuwa ni programu ambayo tumeianza itakayokuwa inafanyika kila mwaka, kwamba kwanza leo tumepanda miti, tumefanya mashindano yetu, washindi wamepatikana. Maana yake kwa kata ishirini na tisa kwa miti mia tano kusema kweli tutakuwa tumepanda miti mingi, lakini kuna mashindano ya kuja kuangalia nani ameendelea kuitunza ile miti na bado inaonekana. Hilo ni la muhimu sana. Kwa hiyo niombe hawa waliotajwa, Edward hii za Ngurungu na za Moyoni, kwanza hongeleni sana, hongeleni sana kwa, unajua mtu ukiwa star alafu hujafanya kitu kikaonekana kwenye jamii yako, yaani usta wako ule haukamiliki vizuri. Kwa hiyo mimi ninaamini nyinyi ni star wa mpira wa miguu E, mkiingia huko sasa tunasema ili, ili jambo lina, linasimamiwa anayesimamia hapa za Moyoni Mogera. Mwaka mwingine tutakuwa na mashindano of course, mashindano kuna kushinda na kushindwa. Yule anayeshindwa mwaka huu, mwakana atafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo niwapongeze sana Kudra Umari, kijana wangu, karibu sana, maana nimekaa na wewe sana, karibu sana Morogoro karibu sana kwenye taasisi hii ya, ya, ya mazingira uh, ndugu waalikwa tuna kazi ya kufanya. Bahati nzuri tunasema, of course, wakati tunaharibu mazingira tulikuwa hatujui kama tunaharibu mazingira, lakini leo tumejua tuna, tumeharibu, lakini tumekumbuka hatuwezi kuwa tumeharibu tukaacha hivyo hivyo, tumesema lazima tufanye kitu kwa hiyo niombe sana watu wa gesi walichukue hili, walifanyie kazi ili angalau tuseme sasa tumeingia kwenye kupunguza ya athari za mazingira. Tukifanya hivyo tutakuwa tumepiga hatua kubwa, tunapanda miti huku tunazuia miti kukatwa. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa we mwenye kiwanja, nadhani tumesha sema wale wa marafiki zangu wa mpila nadhani tutakaa pamoja, pengine tuangalie sasa tuanzeje. Kama nilivyosema, muwe ishirini na tisa tunakata ishirini na tisa kila mtu atakamata kata moja, lakini lengo tunakwenda tunapanda miti miti miti, tunashindanisha ile miti. Lakini panda, ile lakini ukishapanda lazima uangalie ile miti inakuweje. Kwa hiyo ni kushukuru bwana mkubwa ambaye umekuja na wazo wazo zuri, lakini eh, liende. Tumeanza tu, tu, tu kwenye kata, mmesema tutaanza na sijui tunaanza lini na nafikiri hao wakikaa wanaweza wakapendekeza tukaanza mapema sana, lakini wakati huo tunajipanga tunakwenda kwa hawa watoto wadogo, ili wenzetu wakue. Sisi tunapokuwa hatukujua kama tunaharibu mazingira, of course mazingira yameharibiwa kwa asilimia kubwa na sisi watu wazima, sisi tunaoonekana sasa. Lakini uzuri tumegundua tumeharibu, ni lazima turudishie. Sasa tuwalee hawa watoto katika kupenda mazingira yako h oh, kila shule ikijaza miti pale, lakini watafute na maeneo mengine hata hizi kata mnaposema mna, wana maeneo mengi ya kupanda miti. Huwezi ukaenda kwenye kata ikasema mimi sina eneo la kupanda miti. Kote tutapata watu, tukifanya hivyo tutakuwa tumepiga hatua na kikao hiki cha leo kitakuwa na maana sana. Kwa hiyo, niendelee kuwapongeza sana eh, na nikiamini kwamba mwakani tutafanya kikao kama hiki inawezekana tusiwepo wote, lakini wengi watakuwepo, tukaanza sasa haya tuliyofanya majadiliano, lipi tumefanikiwa. Yule bwana kiwanja atasema mimi nimeshapata kiwanja, sasa lile tatizo sina eh? lakini kwenye kata huko tumejaza miti kuna, kama kuna changamoto tutazieleza hapo, tuko pamoja. Lakini niwapongeze sana kwa kufika kwenye kikao hiki na niseme majadiliano yenu yamekuwa mazuri na nafikiri wataalamu wetu wameyachukua, yataendelea kufanywa kazi aa, na vyombo vinavyohusika.